Tangu tarehe ishirini na tisa tumetembea kidogo, tuna aibu hayo maneno ya marais wetu. Ni kama kitu kilipita katikati hapo, tukatetereka, lakini bahati nzuri hatujaanguka, bado tupo na aibu hii si yetu peke yetu. Wanaotufahamu, majirani zetu ndani na nje, wanasikitika pamoja na sisi. Hawakutazamia kwamba na sisi Tanzania, kwa miaka hii tulio tumekuwa mfano, wasema na ninyi ukiwa hivi na sisi je, imekuwaje imekuwaje? Rais wetu kwa kuzingatia unyeti wa jambo lenyewe una ukubwa wake, uliotokea tarehe ishirini na tisa, yeye aliamua kuunda tume itutazamie kwa kina na kwa upana, ili baadaye atueleze. Tumeambiwa tutaelezwa mwezi ujao, lakini hapo katikati, kwa sababu ya tatizo lililotokea tumehangaika kidogo. Wakati yote yanatokea, wazee tupo tunataka tukumbuke, tunataka tukumbuke na tunasisitiza tukumbushane, tusipoteze dira ya nchi hiyo. Kwa hiyo tuko hapa kuzungumza hiyo. Huko nyuma tumesema yaliyotokea, yaliyotokea ni msiba, na msiba huwa mnalia pamoja. Maazimio haya yanawasilishwa na mzee wetu Josefu Warioba Butiku ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wadhamini Mwalimu Nyerere Foundation na siku ya leo alikuwa mwenyekiti wa mazungumzo haya. Utangulizi. Sisi wazee katika mazungumzo, kwa uragibishi wa taasisi ya Mwalimu Nyerere Foundation, tulisikitishwa na tunatoa pole kwa Watanzania wote hususan waliofikwa na madhira yaliyotokana na uvunjaji wa amani uliosababisha vifo na uharibifu wa mali siku na baada ya uchaguzi mkuu wa 2025. Hali hiyo ilitokea katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu, na kwamba hadi sasa tunasubiri taarifa kamili ya usuli wa vurugu na ghasia, na pia madhara halisi ya uhai, mali na miundo mbinu ya umma na binafsi. Pamoja na hayo, matukio ya ama watu kutekwa, watu kupotea au kuuawa nayo yameacha hofu kubwa kwa wananchi na yameathiri misingi ya amani, umoja na mshikamano wa taifa letu. Yameathiri jitihada za wananchi kutumia fursa za kiuchumi na ajira kwa maendeleo yao na nchi yao. Hivi sasa kuna chembe chembe za migawanyiko na kushutumiana hususan katika mikabara ya kidini, mikabara ya kisiasa, jambo lisilo na afya katika ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Kwa hekima sisi wazee tunatoa maazimio yafuatayo: Mosi, kuhusu maafa na uharibifu. Sisi wazee tunatambua kuwa wote tuko katika maombolezo ya msiba. Hii ni misiba ya kuondokewa, ya kuondolewa uhai wa wapendwa wetu pasipokuwa na taarifa kamili. Ni busara sasa sote tuendelee kuwa watulivu na wenye subira. Tulisikitishwa, tunaomboleza na tunazifariji familia zote husika. Tunapendekeza wananchi kuwa na subira wakati tume ya uchunguzi inaendelea kutekeleza adidu zao za rejea, kisha serikali itoe taarifa kamili ndani ya muda mwafaka, kwa uwazi kuhusu vifo na mali zilizoharibiwa. Baada ya kupata taarifa kamili, serikali yaweza kuandaa kama utamaduni wetu wa kitanzania na kiafrika, kuandaa pole au ubani kwa waliofiwa, na kutoa misaada ya kiafya na kisaikolojia kwa wahusika wote. Hatua stahiki zichukuliwe kwa wale watakaobainika kuvunja sheria kupitia vyombo vya kutoa haki. Jambo la pili au rai ya pili ni kuhusu mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wetu akiwa bungeni, uanzishwe tena mchakato jumuishi, huru na wawazi wa mabadiliko ya katiba mchakato huo huhusishe vyama vyote na makundi yote mbalimbali mbali ya wananchi. Mchakato huo na ratiba itakayohitimishwa kwa kura ya maoni ya wananchi, yani referendum, iwekwe wazi. Kuna pendekezo la wazee katika mapendekezo ya mabadiliko ya katiba kwamba tutofautishe na kutenganisha mamlaka na shughuli za serikali dhidi ya vyama vya siasa. Pendekezo au azimio lingine chini ya badiliko hili la katiba linatuasa kwamba wananchi wote sisi wa Tanzania, utakapofika wakati wa kutoa maoni yetu au kushiriki tushiriki kikamilifu, maana katiba ndiyo sheria mama na ndiyo dira ya namna tunavyotaka kuishi na tutakavyojiongoza. Rai ya tatu kuhusu uzalendo, haki na uwajibikaji. Mosi, kila Mtanzania atangulize maslahi ya taifa juu ya ubinafsi wake juu ya uchama wake au makundi yoyote aliyomo ndani. Viongozi wawajibike kwa matendo yao, kuwe na uwazi wa rasilimali na mifumo madhubuti ya usimamizi na udhibiti inayofanya kazi ipaswavyo.